Uh, si mtumishi wa Mungu wewe? imekua imekuwa, ewe baba, inatakiwa pombe uache kwa sababu pombe ni mbaya sana, pombe inaua, pombe inakuzalilisha, atakwa muache. Ah, yeah, kwa, kwa sababu na familia una watoto kwa hiyo pombe ni mbaya, pombe inaua, pombe inaleta aibu. Cheki, baba mzima, unaacha barabara, unatembea barabara lote, jamani, natisha. Acha pombe Mungu apende, okay. Yupo Yesu anaye kupenda babangu, yupo Yesu kimpokea jioni leo, hata kufanya kuwa chombo nifuate ni getoni. <laughs> Nisikilize kwanza, usiende getoni hapa. <laughs> Yesu, utampokea na o utakuwa mtumishi wa. Na umpokee haya. Haya, piga magoti, ni kuombea sala toba.